Ujerumani inapanga kuzindua mfumo wa usajili wa hiari kwa wanajeshi wapya baadaye mwaka huu, ikianza na hatua za awali zitakazojumuisha kurejesha taratibu za uandikishaji w wa wanajeshi na usimamizi katika kile kinachoonekana kama ushajiishaji kwa vijana kuhudumu kwenye sekta ya ulinzi ambayo imekuwa ikikimbiwa kwa muda mrefu. Mohammed Khelef na mengi zaidi. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, serikali inasubiri tu kukamilika kwa taratibu za kisheria ili ianze usajili na mafunzo kwa sehemu ya kwanza ya makuruta elfu tano wapya watazamiwa kujiunga mwaka huu. Mwanasiasa huyo kutokea chama cha Social Democrat SPD amesema kazi ya awali tayari imeshakamilika kwa miezi kadhaa sasa, na hivyo kuziwezesha hatua nyingine kufuata mara tu serikali mpya itakapoanza kazi. Makubaliano ya uundwaji wa serikali ya mseto kati ya SPD na muungano wa vyama ndugu vya kihafidhina CDU, CSU yanataka kuanzishwa kwa mfumo wa usajili jeshini ambao katika hatua za awali utakuwa wa hiari. Pistorius ameongeza, na hapa na mnukuu, tunakisia kwamba mfumo unaovutia wa usajili jeshini utawaleta vijana wa kutosha wanaotaka kujitolea wenyewe, lakini endapo kwa namna fulani hali haikuwa hivyo, itabidi uamuzi ufanyike wa ikiwa uandikishaji jeshini unapaswa kuwa walazima kwa vijana, mwisho wa kumnukuu. Ujerumani ilisitisha uandikishwaji wa lazima jeshini na huduma za kiraia mwaka elfu mbili na kumi na moja baada ya miaka hamsini na tano ya kuwa utaratibu huo na hivyo kuivunja mifumo yote iliyokuwa ikihusiana na utekelezwaji wa sharti hilo. Hata hivyo, sheria inayoruhusu kuandikishwa kwa, kwa wanaume iliendelea kubakia na inaweza kuamriwa kutumika tena inapotokezea hali ya dharura Pistorius alisema lengo la serikali ni kuanza na mfumo huo mpya wa uandikishwaji jeshini ndani ya mwaka huu. Vyama vya SPD, CDU na CSU vinakubaliana juu ya haja ya kulitanua jeshi la Ujerumani maarufu kama Bundeswehr, sio tu kwenye vikosi vyake vyenye maafisa laki moja thamanini na elfu, lakini pia kwenye askari wake wa akiba. Hata hivyo waziri wa ulinzi wa Ujerumani ameonya kwamba Bundeswehr sasa haina tena uwezo iliokuwa nao miaka 30 iliyopita, akitaja upungufu mkubwa wa vitanda kambi, wakufunzi na vifaa vya kijeshi. Waziri huyo wa ulinzi amesema kuweka kipaumbele kwenye miradi ya miundombinu ya kijeshi ni muhimu sana kwenye kuimarisha usalama wa taifa na uwezo wake wa kujilinda, na hivyo miradi hiyo lazima iende haraka ili kuweza kuongeza idadi ya wanajeshi na kutanua nafasi ya mifumo mipya ya ulinzi.